Mimi naitwa Ana Kulaya, mkurugenzi, um, shirika la wanawake katika sheria na maendeleo barani ya Afrika, maarufu tunaitwa WiLDAF na kama tunavyofahamu, kila mwaka tarehe ishirini na tano Novemba mpaka tarehe kumi Disemba huwa tunaadhimisha kampeni ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia kuhamasisha umma kuhusiana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Na kila mwaka tumekuwa tukitoa hii kampeni na tukitoa mafunzo uhamasishaji kwa umma. Kwa mwaka huu kampeni inakuja na, na kauli mbiu ambayo itaangazia masuala mazima ukatili wa kiteknolojia maarufu zaidi hapa nchini tunasema ukatili wa kijinsia unaofanyika mitandaoni. Kama tunavyofahamu, mitandao ni sehemu salama, ni sehemu nzuri ya watu kupata maelezo kupata taarifa e, kupata ujuzi e, kufanya biashara, kuongeza uchumi. Lakini mitandao pia ikitumika vibaya inaweza ikasababisha ukatili, na kwa bahati mbaya sana hasa kwa wanawake, watu wanaitumia mitandao katika kudhoofisha nguvu za wanawake katika kushiriki katika masuala ya uongozi, katika masuala ya siasa, katika masuala ya demokrasia. Asilimia themanini ya wanawake ambao ni viongozi katika ngazi kuanzia za chini, iwe kama ni wenyekiti watunaongea, wa vijiji, wenyekiti wa mtaa, tuongee madiwani, tuongee wabunge, asilimia themanini ya viongozi wetu wamewahi kufanyiwa ukatili wa kisaikolojia. Lakini pia tunajua kuna ukatili wa kimwili, ya wanawake wamekuwa wakipata vipigo, wamekuwa wengine hadi wakiuawa, kwa sababu tu ya kujishughulisha na masuala mazima ya siasa, masuala mazima ya uchaguzi. Kwa hiyo tuko katika mjadala huu tukiangazia ukatili unaofanyika kwa wanawake katika siasa na uchaguzi, lakini pia kuangalia ukatili hasa unaofanyika katika mitandao na wanawake wengi wamekuwa wakifanyika hasa viongozi, akiposti kitu wamekuwa anapata uh, vitisho wamekuwa anapata maneno kudhalilisha, kuzalilisha, maneno ambayo yanakatisha tamaa, na hii tunaiona inazorotesha au kutishia hata uh, wasichana na vijana wadogo ambao wangependa kuingia kwenye siasa. Naitwa Ave Maria Semakafu mimi ni mratibu wa taifa wa taasisi ya Ulingo ambayo sisi tunashughulika zaidi na kuibua taswira ya mwanamke katika ngazi za maamuzi na michakato ya kidemokrasia. Hawa imewekwa sheria kwamba udhalilishaji wa aina yoyote haukubaliki, lakini ni hapo inapofika mahakamani, sheria hazijakaa sawa. Hakimu anakuambia sipokei ushahidi, meseji za simu, simu ipo, namba zipo, lakini anasema yeye ule hawezi kupokea ushahidi mtuhumiwa yupo sasa hivi. Ni vitu ambavyo tunavijadili, ingawa ni kipindi cha uchaguzi, lakini tunajua zinatutengeneza na zinaweza kuamsha eh, uwajibikaji kwa vyombo ambavyo vinahusika. Kwa hiyo uwepo wetu hapa leo ni zaidi kuweza kuangalia ni mambo gani ambayo yanajitokeza kimtandao na hatua gani, maanake wanakwambia starehe ni pale mambo yanapokuwa ya moto. Sasa hivi tuko kwenye uchaguzi, nina Hakika, kuna wengi wanapitia ukatili kupitia mitandao, lakini anakwambia ya kwenye mitandao itakuwa vipi? Nitaenda kusemea wapi? Kwa hiyo mdahalo huu unaweza ukawa vilevile vile, licha ya kujadiliana lakini unaweza ukatoa fursa kuwa kama elimu kwa wale wagombea pamoja na wote wanaotaka kushiriki katika michakato ya kidemokrasia kujua kwamba ni haki yao na pale watakapofanyiwa uh, ukatili huo waweze kujitoa, lakini hapa ingawa tunaongelea nyakati za uchaguzi hatuongelei tu uh, wale wagombea tunaongelea hata hawa wapiga kura, kwa sababu kuna wapiga kura wanawake. Sisi ulingo tulifanya ufuatiliaji monitoring wakati wa uchaguzi wa 2015 na 2020, unakuta mwanamke anazuiwa na, na, na mume wake, ndugu zake, wazazi wake. Lakini sasa hivi imekuja moja, unapokea tu message ya simu. Otoke tu tunakulipa.